Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo nina posti kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tutakwenda kujifunza kichwa cha ujumbe unaosema kwamba usichuje mbu na kumeza ngamia. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya katika jina la Yesu. Mafundisho yakafanyike msaada kwako, yakafanyike baraka kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Amen. Tunaposoma kwenye kitabu cha mstari Mathayo, Mathayo ah, um, sura ya 23 mstari wa 23 mpaka 24 tunaona jinsi ambavyo Yesu alikuwa anaongea na Mafarisayo anasema, ole, ole waandishi na Mafarisayo wanafiki kwa kuwa mnalipa zaka za mnana na bizari na, ji, na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, mambo makuu ya sheria yaani adili, haki, rehema na imani, hayo amewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache. 24 sema, viongozi vipofu, wenye kuchuja mbu na kumeza ngamia. Wakati wa huduma Yesu alipokuwa hapa duniani, kati ya watu ambao walikuwa kikwazo cha injili ya Yesu Kristo walikuwa ni Mafarisayo, walikuwa ni Mafarisayo, na hawa ndio ambao aliwambia wakati mwingine wenyewe ni uzao wa majoka, ama ama wasema amewasema, ole wa Mafarisayo, ole waandishi, kwa sababu walikuwa ni watu ambao wamejaa unafiki, na maandiko yanasema kwamba lakini Wana, wanatoa na zingatia waliwekwa alizingatia sana vitu vidogo vidogo, mambo ambayo siyo ya msingi, mambo ambayo sio makuu, ndio waliyasimamia wali sana kwa nguvu zote, na Yesu akawaambia kwamba ole Mafarisayo na mawandishi na Mafarisayo, mnalipa zaka mnalipa nanaa na, na bizali, lakini mambo makuu ya sheria, mambo makuu ya sheria umeacha kwa kuna mambo makuu ya sheria, mambo ya msingi katika sheria walikuwa wameacha, na wakawa wameshikilia mambo ambayo ni madogo madogo, wakawa wameshikilia mambo ambayo ni madogodogo. Lakini mambo ya haki, mambo ya rehema na imani walikuwa wameyapuuza na kuanza kushikilia mambo madogo madogo. Walishikilia habari ya siku, walishikilia habari ya siku, walishikilia habari ya kunawa mikono. Hata Yesu alipokuwa na wanafunzi wake anakula, akaenda kumshtaki Yesu, kuwashtaki wanafunzi kwa Yesu, wale wanafunzi wako hawanawe mikono. Na Yesu akamwambia kwa kwamba kinachomtia mtu najis ni, ni kile kilichopo ndani yake ndicho kinachomtia unajis, sio chakula ambacho ukila baadaye kingine kinaenda chooni. Kwa Mafarisayo walishikilia sana mambo madogo madogo, walikomana mambo madogo madogo, lakini mambo makuu, mambo ya msingi waliyopouzia. Na ndio maana Yesu akawaambia kwamba nyinyi ni viongozi vipofu wenye kuchuja mbu na kumeza ngamia. Na ndivyo Mafarisayo walivyokuwa, walishikilia sana mambo madogo madogo mambo ambayo kwa jinsi ya kibinadamu wakati mwingine yalikuwa si ya kushikilia. Kwa mfano, Yesu alimponya mtu siku ya Sabato na wanagu, kwa sababu mafarisayo walikuwa wameshikilia sana siku, wakamshtaki Yesu, kwa nini wewe umeponya siku ya Sabato? Yesu akamwambia huyu ni uzao wa Ibrahim, hakutakiwi kuwa kwenye vifungo hivi, hatakiwi kuonewa na ibilisi. Na akamwambia kwamba, je, kwani ni mbaya ya kufanya jambo jema siku ya Sabato? lakini wana wa Mayahudi ama wa Mafarisayo na waandishi walimlaumu Yesu kwa kufanya jambo zuri siku ya sabato kwa kumfungua mtu aliyekuwa amefungwa na shetani kwa kumfungua mtu aliyekuwa anateswa na shetani kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu kwenye maisha yako yako mambo ya msingi ambayo inabidi yaweke kipaumbele Usishikilie sana mambo madogo madogo, alafu kaacha mambo ya msingi, kama mafarisayo walivyofanya. Anasema ole mafa, ole waandishi na mafarisayo wanafiki. Wa mafarisayo walikuwa wamejaa unafiki. Jinsi walivyokuwa wanaonekana kwa, kwa nje sivyo ambavyo walikuwa wanaonekana, walikuwa wamejaa unafiki. Walishikilia mambo ya msingi waliwea yapa kipaumbele, mambo madogo madogo ndio waliyapa kipaumbele. Kwenye maisha yako ya ukovu, kwenye maisha yako ya kila siku mambo ya msingi yaweke kipaumbele yaweke kipaumbele yaweke kipaumbele. Waliacha mambo makuu maandiko kwa yanasema kwamba waliacha mambo makuu ya sheria kama upendo kama upendo kama haki kama rehema huruma kama imani. Waliacha mambo ya msingi, walikuwa hana hata moyo wa huruma kiasi kwamba hata Yesu alipoponya mtu aliyekuwa ameteseka kwa muda mrefu siku ya Sabato, walimshtaki, walimhukumu, walimhukumu, walishikilia kunao wa mikono, kunao mikono. Usichuje mbu na ukumeza ngamia, yape kipaumbele mambo ya msingi, mapo kipaumbele mambo ya msingi, na sio kwamba haya mambo madogo yapouyachi asema hayo ayafanye, lakini mambo ya msingi ndio yape kipaumbele zaidi. Sasa Mafarisayo waliacha mambo ya msingi. Mungu akusaidie, yapa kipaumbele mambo ya msingi kwenye maisha yako, mambo ya msingi kwenye wokovu wako yape kipaumbele, na hayo mengine pia uyafanye, lakini yale ambayo ni ya msingi, yale yaliyo makuu ikiwepo upendo. Kumbuka kwamba tuna amri nyingi, lakini Yesu alikuja kuzifupisha katika amri mbili tu, mpende jirani yako, mpende Mungu kwa moyo wako wote, lakini mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa pamoja na kuwa kulikuwa na amri nyingi, basi Yesu alijaribu kusisitiza mambo ya msingi, ikiwepo ukiwepo upendo, pendo kwa Mungu na upendo kwa jirani yako kama nafsi yako. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya ili kuendelea kupata mafundisho haya yote ah, ninaoposti kwenye chaneli yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe, lakini usisahau kushare, usisahau kulike na comment. Mungu akubariki na maisha yako atabakia jinsi yalivyo katika jina la Yesu amen.